Tanzania. Sasa vijana wangu wa mbeya mjini, tumewaita leo hapa. Lengo la msingi la kuwaita ni moja. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, kuna zoezi la kujiandikisha. Kwa hiyo viongozi wangu wa kata zote matawi yote kwa kuwa takwimu za sensa zinaonesha mbeya vijijini tulipo hapa kwenye jimbo letu tuna watu laki tatu na sabini na moja kati ya hao laki mbili na ishirini na tano ni vijana. Kwa hiyo hatuna tu namna, tunatakiwa turudi kwenye kata zetu turudi kwenye matawi yetu tukawahamasishe vijana wajiandikishe kwa ajili ya kupata haki yao ya msingi ya kupiga kura na hatimaye kuchagua viongozi wanaowataka. Tunaomba tulibebe kwa uzito. Ukitoka hapa, kama wewe ni kiongozi wa kata, kahamasishe kwenye kata yako vijana wajiandikishe. Kama wewe ni kiongozi wa tawi, rudi kwenye tawi lako kahamasishe vijana wajiandikishe. Na mimi nazungumza kama mwenyekiti wenu wa umoja wa vijana. Vijana, mwaka huu ni mwaka wenu. Kama tutakosea mwaka huu, hatutakuja kupata bahati nyingine. Tumepata rais mzuri anayewajali vijana, na ndio maana kwa mara ya kwanza ndani ya chama chetu vijana kuanzia ngazi ya tawi tunaenda kushiriki kuchuja wanaoomba udiwani, kuchuja wanaoomba ubunge. Hima vijana, akitokea kijana mwenzetu akataka nafasi katika udiwani ama ubunge, tutakuwa wachawi tusipomsupport kijana mwenzetu. Mimi nawaomba sana tu vijana, tusirudishane nyuma Vijana tubebane, sisemu oye. Lakini vijana lazima muhakikishe mwaka huu tunapata viongozi ambao wanakubalika kwenye umma, ili tukirahisishie Chama cha Mapinduzi. Wale ambao hawakufanya kazi vizuri, wamekorofishana na wananchi, wamepoteza mvuto kwa wananchi sisi tuwe wa kwanza kukiambia chama kwamba wananchi huko nje wanasema, tukimleta huyu watatuadhibu. Hapo vipi? hapo vipi? Sifa ya ujana ni kuzungumza ukweli. Mwaka huu vijana lazima tuoneshe ya kwamba tunakwenda kukipigania chama cha Mapinduzi, hususani kuwapigania vijana wenzetu ambao wamejipima wamejiona wako tayari kwa ajili ya kugombea. Vijana tusitumike kwa namna yoyote ile, tusitumike, tusitumike kuchafua amani ya nchi yetu. Niwaombe vijana, popote mtakapoona kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, nyinyi msishiriki, ila mtoe elimu na popote pale ambapo mnaona kuna dalili za vijana kutumiwa kwenye kuwagawa watu nyinyi msishiriki. Nyinyi vijana wa CCM, kuhubirini amani. Palipo na amani hata Mungu anafanya kazi, palipo na machafuko na mifarakano Mungu hua mbaye pia hafanyi kazi. Chama Cha Mapinduzi kimekuwa ni chama kinachojinasibu katika kuilinda amani ya nchi yetu. Vijana we, kwa kauli moja, sisi kama jumuiya ya moja wa vijana na wabaraza wapwa, tuna maazimio yafuatayo. Azimio la kwa kwanza ni kutafuta ushindi wa kishindo wa mgombea wetu wa mwaka huu, Daktari Samia Suluhu Hassan, Tanzania nzima wilaya chama wilaya ya Mbeya kiserikali, tumeazimia tutampa kura zote Daktari Samia Suluhu Hasani, na wilaya yetu itaongoza wengine. Wanasema wamesusia uchaguzi. Watu wa pwani wana msemo wao, wanasema ukisusa siye twala, ukisusa sie. Kama wao wamesusa, sie CCM twala.